Basi mama, inua mikono yako yote miwili kuelekea juu mbinguni. Inua mikono yako kuelekea juu mbinguni. Ninahitaji ufungue kinywa chako wakati huu na ukapate kusema neno kwa Bwana. Fungua kinywa chako kila moja. Tuko ndani ya nyumba ya Mungu aliye hai, tupo nyumbani kwa Bwana. Tunahitaji kusema na baba yetu aliye mbinguni. Ninaomba kila moja fungua kinywa chako wakati huu, hebu mtukuze baba yetu aliye mbinguni, mtukuze Mungu wetu aliye hai, mtukuze Mungu wetu aliye hai, mtukuze Mungu wetu aliye hai. Hatukuja kanisani hapa kushangaa shangaa, tumekuja mahali hapa kumwabudu Mungu aliye hai kila mmoja, achana na kumwangalia jirani yako, acha na kumwangalia aliye mbele wako, hebu twende mbele za Mungu aliye hai. Fungua kinywa chako kila mmoja, haleluya! Mwazimishe Bwana, mwazimishe Bwana, mwazimishe Bwana, mwazimishe Bwana. Sauti yako ni muhimu sana mbele za Mungu wetu aliye hai, na ndio maana ametukusanya asubuhi ya leo, chana wa leo. Hebu mwazimishe Bwana, mwazimishe Bwana. Nahitaji kusikia sauti ya kila mmoja wetu, hata kuibania hiyo sauti, hiyo sauti Bwana amekupa kwa ajili yake Chako, Mungu wa kinywa chako, mwazimishe Mungu wetu aliye hai, mwazimishe Mungu wetu aliye hai, mwaimishe Mungu etu hai. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema asante kwa neema ya ajabu, neema ya pekee pekeaaatukilimia watoto wako asubuhi na mchana wa leo kuwepo katika nyumba yako Mfarme, ili tupate kukuabuduwe Mungu wetu liye hai katika na kweli. Asante Baba yetu uliye mbinguni kwa ya ajabu. Tunajinyenyekeza mbele zako e Mungu wetu uliye hai, tunakuadhimisha wewe Mungu wetu uliye hai. Tunasema ni wewe tu unayestahili utukufu, heshima na shukrani. Pokea Baba yetu uliye mbinguni utukufu wako Mfalme, maana unastahili, maana unastahili, unastahili, maana unastahili, maana unastahili, una unastahili utukufu wote, unastahili heshima, unastahili enzi, unastahili mamlaka yote. Katika jina la Yesu Kristo tunajinyenyekeza mbele zako Bwana, tunakiri ya kwamba sisi Mungu uliye hai ni macengo yako Bwana, katika jina la Yesu ni uumbaji wako Mfalme, hatuna mahali pengine popote, ni kwako tu Mungu wetu uliye hai. Asante kwa kututia nguvu mpya, asante kwa kutuamsha salama, asante kwa kutuwezesha kufika katika nyumba yako ibwana. Tunakuabudu asubuhi ya leo tunakuinua asubuhi ya leo, tunakutukuza asubuhi ya leo, katika jina la Yesu. Pokea Bwana mungu wa majeshi, utukufu wako katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai, haleluya! Asante Baba, sikia sauti za watoto wako hawa, sikia sauti hizi Bwana, sikia sauti hizi Bwana, sikia sauti hizi Bwana, sikia sauti hizi mfalme, sikia Bwana kilio cha mtoto wako huyu Bwana, sikia Mungu aliye hai, machozi ya mtoto wako huyu Bwana, sikia kutoka mbinguni, sikia kutoka mbinguni, sikia kutoka mbinguni, sikia kutoka mbinguni, sikia kutoka mbinguni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai haleluya. Lord, haleluya Lord, haleluya Lord, haleluya dunia aina msaada kwetu, tumekukimbilia wewe Mungu wetu uliye hai, ili tuweze kuwa salama. Mfalme, tuangalie asubuhi ya leo, tuangalie mchana wa leo, tuangalie asubuhi ya leo, tuangalie mchana wa leo. Tumekukimbilia wewe Mungu wetu uliye hai, ili tuweze kuwa salama katika kati jina la Yesu Kristo. Kila mmoja aliye ndani ya nyumba yako asubuhi ya leo ana haja na wewe Baba, ana haja na wewe Naomba na msikie kwa sauti Bwana, msikie Bwana, msikie Bwana, msikie kwa sauti Bwana, msikie Mungu hai, katika jina la Yesu, msikie Baba. Yes Lord. Yes Lord. Haleluya, Yesu! Haleluya, Mungu wetu hai, katika jina la Yesu Kristo Haleluya mfalme, haleluya. Baba yetu uliye mbinguni, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninakushukuru Baba kwa ajili ya uwepo wako, nakushukuru kwa ajili ya nguvu zako, ninakushukuru kwa ajili ya neema ya ajabu ambayo umeachilia wote wa asubuhi na mchana wa leo. Mungu tunasema asante kwa kutujali, asante kwa kutupenda, asante kwa kutuangalia, asante kwa kutuinua, asante kwa ajili ya nafasi mpya katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, pokea sifa utukufu, heshima na shukrani. Kila mmoja sema eee. Eee. E Yesu! makofi ya shangwe na vigelegele, sijasikia bado, nasema sijasikia bado, nasema sijasikia bado, nasema sijasikia bado, nasema sijasikia bado. Nasema sijasikia bado.

maskofu kwa kwa Maiko Pita Imani, naomba usimame pale ulipo, alafu mshangilie Bwana kwa nguvu. Haleluya, chapie Yesu makofi ya shangwe. Geukia jirani okay, yako mwambia karibu kwenye ibada njema. Leo ni siku yako ya kusogezwa kwenye nafasi mpya, haleluya. Ninakusalimu katika jina lipitalo majina yote, na kwa jina hilo kila goti litapigwa na vitu vya juu mbinguni, juu ya nchi na chini ya nchi, na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Baba yetu aliye mbinguni. Sema amina. Mwambie na mimi na mte nacho ni jina la Bwana. Sema amina. Tabibilia yako kamata bibilia yako. <clears throat> fungua pamoja na mimi Zaburi ya 113 tasoma ile mistari Zaburi 100 We are going to tusimame sote katika kumwe, yawe, ya mia kubwa. Mungu asifiwe sana. Mstari wa saba na wanane tunakwenda kusoma kwa sauti kubwa. Moja, mbili, tatu. Turudie tena, sijasikia vizuri. Moja, mbili. Mara ya mwisho kwa sauti ya pekee kabisa. Moja, mbili, tatu. Tatu. kwa maana, kwa maana neno la Mungu lote yaliomo ndani yake tena lijepesi, katika jina la Yesu ninapokea, sema amena. Unaweza ukaketi kwenye kiti chako. Haleluya, tuko katika mwaka wa Mungu kufanya jambo jipya. Mwaka 2025 ni mwaka wa Mungu kufanya jambo jipya, lakini katika kufanya jambo jipya ni pamoja nafasi anakwenda kukusogeza kutoka pale ulipokuwa, anakupatia nafasi nyingine ya juu. Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana Yesu asifiwe. Nafasi uliokuwa nayo inahitajika iongezwe kidogo, maana Mungu wetu ni Mungu wa ongezeko. Mungu wetu ni Mungu, ni mwezi ambao Mungu anakwenda kukupatia nafasi mpya na mi mara na nyingi nazungumza na Mungu na ninapozungumza na Mungu ninabeba ujasiri fulani hivi, na naamini ujasiri huo hautoki kwangu, bali unatoka kwa Mungu. Sema amina, kwa sababu nia yake ni kumtukuza Mungu aliye hai Sio kumtukuza Michael Pita Imani wala sio, ni ukapate nafasi mpya. Hiyo nafasi yako ambayo umeikalia kwa muda mrefu, hiyo aibu, Mungu anataka iondoke kwenye maisha yako, kwa sababu Mungu akukuitia aibu, Mungu amekukuitia neema inayoambatana na baraka zitokazo kwake katika maisha yako. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana, mdokie jina lako, mwambie jina lako linakwenda kubadilishwa hajasikia huyo, mwambie bwana mpendwa, jina lako linakwenda kubadilishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mi sijua amekuzoea kukuita nani wewe, nawezekana mkopeshaji, mkopeshaji, mkopeshaji, alafu ninakopesha sisi bila riba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kusudi la Mungu ni kumtoa mwenzako kwenye changamoto na ndio maana Mungu amesema ya kwamba hatarajii na hapendi kuona mtoto wa Mungu aliyokoka anamkopesha mwenzake aliyokoka kwa riba. Yaani ukifanya namna hiyo, ina maana umetoka kwenye mstari wa Mungu, sio sawa sawa. Kwa nini? Kwa sababu lengo la Mungu ni kukuinua na wewe umuinua huyo mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo leo tuko kwenye nyumba ya Mungu, hapo ukimwangalia mwenzako, uweka mtazamo wa tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana kwamba ninaguswa nimwinue mwenzangu ili afike kwenye ngazi nyingine, atoke kwenye ile nafasi aliyokuwa nayo yenye aibu, yenye madeni, aingie kwenye nafasi nyingine yenye heshima. Lazima uheshimiwe wewe, lazima Haijalishi ni shuleni kwako, haijalishi ni chuoni kwako, haijalishi ni nyumbani kwako, haijalishi kwenye ukoo wenu, haijalishi kwenye familia yenu, haijalishi kwenye mtaa wenu, huo mtaa wenu unaopita hapo, lazima wakuheshimu. Mpaka na waganga wa kienyeji wote lazima wajue kwamba wewe una, huu ni mwezi ambao mganga wa kienyeji atakuja nyumbani kwako kugonga odi, anahitaji msaada wako nasema hivi, huu ni mwezi ambao mtoto Yesu asifiwe anatolea unabii huu ni mwezi ambao mme wako anakwenda kutamka Yesu kwenye maisha yako kwa mara ya kwanza, na kukubali ya kwamba yuko Yesu Kristo anayeokoa. Biblia yangu inasema katika kitabu cha Zaburi, Zaburi ya mia moja na kumi na tatu kuanzia mstari ah, ha, hata macho yake, jina la Bwana husifiwa. Kwa nini jina la Bwana linastahili kusifiwa? Kwa sababu kuanzia ule mstari wa nne anasema, Bwana ni mkuu juu ya mataifa yote na utukufu wake ni juu ya mbingu. Ndio maana Mungu wetu aketie juu, hakuna kutazama mbinguni na duniani. Ndio maana anastahili kutukuzwa. Ndio maana anastahili kusifiwa. Mstari wa saba anasema umwinua mnyonge kutoka mavumbini na kumpandisha maskini kutoka jahani. Ndio maana anastahili kusifiwa, ndio maana anastahili kutukuzwa. Mstari wa nane anasema amketishe pamoja na wakuu, pamoja na watu wa watu wake, wakuu wa watu wake. Ndio maana anastahili kutukuzwa. Mstari wa tisa anasema huweka nyumbani mwanamke aliye tasa awe mama ya watoto mwenye furaha. Mia moja na tano inamtambulisha Mungu wetu aliye hai, huyu Mungu aliye hai aliye muumbaji wa mbingu na nchi. Anaf kusifiwa, anastahili kutukuzwa, anastahili kuhimidiwa. Anatoa agizo mtunga zaburi, anasema, enyi enyinyi watu wa Mungu, enyi watu wa mwisho wa Mungu, hebu msifuni huyu Mungu. Kwa nini? Kwa sababu huyu Mungu ni Mungu ambaye anainua masikini, anainua hawa wanyonge kutoka mavumbini na kuwaketisha na wakuu maana yake nini? Msifuni huyu Mungu kwa sababu ni Mungu ambaye ana uwema, yenye neema, yenye jina zuri kwa sababu hiyo, hebu msifuni huyu Bwana na minatangaza kwa hapana furaha katika maisha yako kwa ambapo pana aibu. Kusudi la Mungu aliye hai ni kukuinua, kumbe juu ya mtu masikini, kwamba Mungu aliye hai ana uwezo haleluya wa kumwinua mnyonge, wa kumwinua masikini Alafu akamuweka na wakuu. Maana yake ni kwamba nini? Mungu ana uwezo wa kukusogeza kwenye nafasi kubwa iliyo juu yako, haleluya, nafasi nyingine. Nikasema ya kwamba kumbe uinuki kwenye nafasi nyingine kwa nguvu zako, uinuki kwenye nafasi nyingine kwa akili zako, uinuki kwenye nafasi nyingine kwa mipango yako mizuri uliyonayo, na ndio maana uko mahali hapa kwa nini uko mahali hapa keza kukubadilisha au kukuinua kwenye nafasi nyingine? Ni Mungu aliye hai peke yake. Unaweza ukawa na mipango mizuri sana, lakini bado Mungu akasema hapana, na hakuna popote utakaposogea. Kwa hiyo heri upate kibali mapema kutoka kwa Mnuka tu kwenye nafasi nyingine. Nasema ndio, hakuna wakusipya katika maisha yako, kwa sababu yuko upande wetu. Sema amina. Biblia inasema juu ya mtu mnyonge na mtu maskini. Nikaangalia, mtu mnyonge ni mtu gani? Narudia kidogo, kwa wale tuliokuwepo Jumanne hii ni marudio kidogo. Na mnyonge inasema ni, ni mtu dhaifu. Mnyonge ni mtu asiyekuwa na nguvu. Mnyonge ni mtu wa hali ya chini. Kwa hiyo kwa maneno mengine Mungu anatambua ya kwamba wako watu dhaifu. Mungu anatambua kwamba wako watu wasio ni watu wa chini, maana yake kuna mtu mwenye nguvu. Kwa hiyo Mungu aliona kutoka mbinguni kwamba kuna watu ambao ni wadhaifu, kuna watu ambao ni wanyonge, ana na kuishi maisha yao na wenye nguvu. Kwa hiyo Mungu akasema hivi, okay. Kwa sababu hawa wadhaifu hawa wasiokuwa na nguvu wananyanyaswa na wenye nguvu sasa mimi nitakaa pamoja na hao wanyonge, ili niweze kuwainua waweze kuinuka, haleluya wakaweze kukaa pamoja na wakuu haleluya, ili wale wakuu wajue ya kwamba yuko Mungu aliye hai ambaye ana uwezo wa kuwainua wanyonge ambao ni wadhaifu wasiokuwa na kitu chochote. Umesemwa sana, lakini wakati wako wa kuinuliwa, na hasa watu wapate kujua ya kwamba wewe umeinuliwa na Mungu aliye hai. Umefika muda wako umefika. Mimi Baba Askofu, muda wangu umefika vipi? Mbona ninaona mambo yanazidi kuwa magumu? Mbona yanazidi mambo kuma na, ngoja nikusaidie. Haleluya. Nenda kwenye Biblia, angalia vizuri. Watu wote waliopita kwenye mazingira magumu ndio hao waliopata kuinuka zaidi, uweze kuwa mkubwa kuliko vile ambavyo wanavyofikiri. Ushuhuda wako ukiwa ni mdogo, watakaoguswa ni wachache. Ushuhuda wako ukiwa ni mkubwa, wenye nguvu. Ili ni mtu gani masikini? Ni mtu asiyekuwa na pato la kutosha, fukara kwa hiyo kila maskini ni mtu mnyo, wewe ni kwamba, hivi Mungu anawaangalia masikini na wanyonge? Unajua bibilia inasema njia za Mungu hazichunguziki. Nini maana yake? Maana yake hakuna hata siku moja wewe Mungu alivyo fuli, basi huyo sio Mungu tena. Haleluya njia za mungu hazichunguziki wanadamu wanawachukia wanawaangalia masikini kwa sababu anahitaji kuwainua ili watoke kwenye aibu zao watoke kwenye fadhaa zao na dunia ulimwengo au wenye nguvu wajue ya kwamba yuko mungu aliye hai ambaye anawajali wanyonge na masikini bwana yesu asifiwe sana bwana yesu asifiwe wakorinto wa pili Wakorinto wa pili sura ya nane Wakorinto wa pili sura ya nane mstari ule mmoja wa tisa mstari wa tisa Wakorinto wa pili sura ya nane mstari ule wa tisa Biblia inasema maa alivyokuwa masikini, kwa umasikini ambaye ni Mungu aliye hai, alifanyika kuwa masikini kwa ajili yetu. Tunaelewa sisi sote ya kwamba Yesu Kristo kabla ya kuja duniani alikuwa mbinguni na Mungu. Tunajua na tunaamini juu ya utatu mtakatifu wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba akaamua Yesu Kristo kuacha enzi na mamlaka ambayo alikuwa nayo. Kumbuka Mungu ndiye muumbaji wa kila kitu kwa hiyo Yesu Kristo anamilika. Yesu Kristo ana utajiri wa rohoni na ana utajiri wa mwilini pia, kwa sababu yeye ndiye mmiliki wa kila kitu. Yeye ndiye ameumba kila kitu, kiko chini yake. Biblia nasema ya kwamba akaacha enzi na mamlaka, akatoa namna ya mwanadamu. Haleluya! akashuka ili huyu mwanadamu aweze kuwa tajiri aweze kupata wokovu lakini pia aweze kupata mahitaji yake yote. Huyu shetani yupo.